Tunajenga kituo cha afya, tutajenga zahanati, tunaboresha hospitali ya wilaya na tunaendelea kunua ambulensi kwa ajili ya kukimbiza wagonjwa wetu Mitala. wenye ilani hii ipo na ni kuhakikishie diwani wa eneo hili kuna zahanati inaitwa Mwanyitanga jogawawerji euslaalil magatole kula wagona maendeleo ya kada ya afya watumishi, ilani hii imeelezea itajaza watumishi ndani ya wilaya yetu ya Itilima. Ndugu mgeni rasmi, sisi tunaendelea kuzaana, wakina titopile achobaki na watu 48 tunaenda kuboresha vituo vya afya. Tuna vituo vya afya vitatu na kingine cha nne kinajengwa kwa maparala, lakini vile vile vingine vitatu, mashindano haya kila kituo cha afya, kila kata tunayohitaja, ikipiga zaidi. Kazi yangu mnanifahamu, tuna bila sababu ya kusimama mbele yenu na kuyaeleza mazuri yaliyofanywa na mama Samia Suluhu Hassan, kwa maana hata wao wameogopa kusogea. Kwa sababu tumefanya kazi talafuuvatvuavyalile nakale nala na vazalalulu kazi hiyo tumeifanya. Nataka niwahakikishie wananchi kwamba tumejipanga kuleta maendeleo.